Ya kwa majina naitwa Godfrey Vedasto Rwehumbiza, uh, ni mtendaji mkuu wa Bandarini SACCOS. Uh, leo uh, ni siku ya conference ya Fintech Tanzania Society ambapo uh, sisi watu wa bandarini tumealikwa wakiwakilishwa na mimi mtendaji mkuu wa Bandarini SACCOS pamoja na watumishi na wafanyakazi wengine kumi. Uh, lengo kubwa ni kuja kuhudhuria mambo makubwa ambayo yamefanyika kwenye uh, siku hii ya leo, lakini pamoja na kuangalia na kuangalia namna gani uh, soko la fedha limeweza kuendelea katika masuala mazima ya tehama. Teknolojia kwa kweli ni msingi mkubwa sana, ukizingatia theme ya mwaka huu inayozungumzia habari ya building uh, sustainable fintech, uh, ecosystem katika masuala mazima ya innovation, collaboration na <coughs> na uh, ukuaji kwa maana ya growth. Kwa hiyo tunaamini itakuwa ni siku nzuri, lakini pia itakuwa ni jambo ambalo naenda kukutana na watu wengi ambao kwenye uh, industry hii ya masuala ya fintech. Naenda kuongelea changamoto, lakini pia na uzoefu tuliokuwa nao. Lengo ni kuhakikisha tunatengeneza mazingira ya financial inclusion kupitia masuala mazima ya tehama na kuweza kuwahudumia watu walio wengi. Asante.